Nilikuwa namsikia na kumsoma mzee Msuya kwenye kwenye kuona kwenye vyombo vya habari na kumsoma kwenye somo la siasa lakini baadaye uh, kufikia mwaka elfu mbili na kumi nilipata bahati ya kumwona kwa mara ya kwanza mzee Msuya uso kwa uso au ana kwa ana, na hii ilikuwa mwezi wa nane, mwezi Agosti mwaka 2015 wakati wa kampeni mara yangu ya kwanza kuingia kwenye kampeni na kwa wakati ule nilipangwa kuanza na mkoa mgumu kaskazini huku kwa Tanzania nilianza same milimani kule upareni nikateremka huku nilipokuja mwanga mwanga mwanga ulikuwa hauwaki kabisa ni vurugu za kugombania ubunge baina ya mheshimiwa magembe na wenzio walokuweko pale na ilitubidi kupanda juu huku kumfata Mzee Msuya aje atupe maelekezo tufanyeje. Baada ya kupata ushauri wa Mzee Msuya, nikashuka tena Mwanga, ofisi za chama pale na kamati ya siasa tulipambana pale hadi saa sita usiku ndio tunapata muwafaka, tukaondoka. Kwa hiyo hiyo ndio mara yangu ya kwanza kumpata Mzee Msuya, kukaa naye ana kwa ana akanieleza na aliyonieleza yalinisaidia kupata mwafaka. Kwa hiyo ni mara ya kwanza, lakini mara nyingine ni mwaka 2022 nilipomtembelea nyumbani kwake pale Upanga, kwenda kumsalimia tu na nimsikia na nitumaje. Wakati huu tayari nimeshakabidhiwa dhamana ya kuendesha nchi hii kama mkuu wa nchi, kwa nilikwenda kupata anasemaje lakini pia nilimwona mwaka elfu mbili na ishirini na tatu lipofanya ziara rasmi katika mkoa wa Kilimanjaro, na tulikuja nyumbani kwake tulionana naye nako akasema aliyoyasema. Mwaka elfu mbili na ishirini na nne pale Ikulu Dodoma, nilifanya mkutano wa vyama vya ushirika vyote vya Tanzania na bila kumwalika naingia kwenye ukumbi namkuta mzee Msuya, akakaa kitako na gongo lake, kasema, du, leo mkutano mgumu, mzee yuko hapa. Lakini alikaa kimya, kasikiliza mwanzo mpaka mwisho. Tulipomaliza kasema, mwambieni nataka kumwona. Kwayo tukafuatana, tukaingia ofisini kwangu, akenda akaniambia alioniambia. Lakini kuanzia mwaka elfu mbili ishirini na mbili ishirini na tatu na ile ishirini na nne alikuwa na salamu mbili kubwa kwangu. La kwanza mradi wa maji Same, Mwanga, Korogwe, na la pili barabara hii mliyoipa jina la CD Msuya bypass. Ile ndio miradi miwili ambayo ilikuwa inamkereketa kwenye roho yake na alitaka nitekeleze. Mara ya mwisho kwa faraja kubwa nilimwona 2025 pale Mwanga wakati wa ufunguzi wa mradi wa maji, alikuwepo na kigari chake, kutembea hawezi, na kigari chake lakini alifika kushuhudia lile ambalo alikuwa anatamani litokee. Alikuja tukawa naye. Niliposikia habari za kifo chake nikasema Mungu asante. Ingekuwa ule mradi haukukamilika, ningekwenda kumzika mzee na moyo gani? Ningejisikiaje? Lakini nakwenda kumstiri mzee wangu huyu, lile tamanio la moyo wake nikiwa nimelitimiza. Kwa hiyo nimeshukuru sana, lakini kwa upande wa pili wa barabara ile ya CD bypass na yenyewe nayo tumeshaifanyia kazi nzuri, kazi inaendelea. Madaraja kadhaa yameshajengwa kwa awamu ya kwanza, na sehemu ya njia tayari imejengwa, na sasa tuko awamu ya pili. Na nilipokutana naye Mwanga, alinipa mkono na akanambia asante sana, kazi zangu zote mbili umezitimiza kwayo. Kwa hiyo ninapata faraja kwamba mzee huyu Mungu amemwita wa wakati, yale aliyotaka kuyaona kwa macho yakiwa yametimia.